Awalia yote ningelipenda kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Mola, ambaye jioni hii ya leo ametukutanisha wa watanzania wa kada mbalimbali, ambao katika jambo hili kubwa la iftari. Naomba nimshukuru sana ndugu yangu Nasib Abdul, jana alinipigia simu akiniomba katika muda huu nije kuungana nanyi. Na mimi nilikuwa na ratiba zingine muhimu za kitaifa, lakini nikamwambia ofisi yangu haina short notice, nitakuja, tutaungana pamoja katika tukio hili. Nikushukuru sana ndugu yangu Nasibu Abdul. Naomba nishukuru management ya Wasaf kwanza kwa kazi kubwa wanayofanya katika mambo mbalimbali ya uwekezaji, leo hii licha ya iftari.